rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni nani katika nyinyi masahaba akija mtume fayasaluhu atamuuliza ni nani katika nyinyi ajitokeze moja ayya minna katika sisi fayasaluhu amuulize aulize swali gani aseme amuulize mtume ayyul a'mali ahabbu ila allah ni amali gani inapendeza zaidi kwa allah amuulize mtume atuambie ili tuyafanye matendo haya, falam yakum ahadu minna. Abdullah bin Salam anasema katika sisi hakuna hata mmoja alisimama, alipokuja mtume sote tukanywea. Fa arsala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilaina ileina rajulan rajula, akatuma mtume mtu mmoja kutu kusanya. Kutu kusanya mmoja, yani kama vile kutukusanya, kutukusanya tukae pamoja fajamaana tukakusanyika, tuka au fajtamaana faqara alaina hadhihi sura. Mtume akaingia akatusomea hii sura kutupa majawabu ya kile tulichokuwa tunataka kukiuliza, yaani, suratu suratu safi kullaha safi yote. Tunaulizana akija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumuulize ni matendo magari yapi ya ambayo ya ni bora zaidi sisi alipokuja akatuma mtume akawaambia masahaba kae pamoja na kuja. Alipokuja ina maana moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala alimpelekea zile habari, masahaba wako wanataka kujua matendo gani yaliyo mema yaliyo bora zaidi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akaifungua hii sura akasema hivi, Yakulu azza wa jalla sab sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, vinamtukuza Allah vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi. Sabbah yusabbih, kumtukuza zile, subhana Allah, yani vinamtukuza kwa kumtaja vilivyomo mbinguni na ardhini. Wa huwa al-aziz al-hakim, na yeye ni mshindi na ni hakimu

wainsani na mwanadamu aliyoko chini huyu ni ardhini malakun mbinguni wainsani mwanadamu anamtaja allah subhanahu wa taala kumtukuza wanabati na mimea pia hii mimea unayoiona inamtukuza allah subhanahu wataala wajamadin jamadi na vile vigumu pia vinamtukuza nani allah subhanahu wataala yani hakuna kiwe mpaka mawe mpaka kila kitu vyote vinamtukuza yani min nabati na nabati ni ile mimea ambayo inapata rutuba, maji na vyote, mimea hai. Wajamadi ni mimea ambayo siyo hai, mawe nini, vile vyote ambavyo ni mti ukikauka, gogo nini, vyote vinamsabai Allah subhanahu wa taala. Haya maneno ndugu zangu, ndio utaona Allah vyote vinamsabai. Katika baadhi ya aya nyingine Allah anasema, wa imin shay'in, hakuna kitu chochote wa in min shayin, hakuna kitu chochote, illa yusabbihu bihamdi, kinamtakasa Allah kwa sifa zilizo njema, kinamtaja Allah kwa sifa zilizo njema. Walakin, isipokuwa nyinyi wanadamu, mimi na wewe, la tafkahuna tasbihahum, hatujui tasbihi ya nini, hatujui tasbihi ya nini, ya miti wala ya nani wala ya mawe, lakini vinamsabahi. Ndugu zangu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hii ndio aya ya kwanza na ku, ukitaka kujua haya ndugu zangu, angalia mifano miwili. Mifano ya kwanza Rasulullah rasul alikuwa akisema, wa inna fil madina, asema inni alam, wa inna fil madina la hajarun yusallimu alayya Mtume anasema, wa inna fi Makkah la hajar yusalli. Anasema katika Maka kulikuwa na jiwe likipita linanipa salamu. Na anambia asalamu alaykum, asalamu alayka ya Rasulullah. Simenelewa ndugu zangu. Kwa vyote vinamsabahi sasa hapa cha kuji, hii namba moja, namba mbili, ili kuonyesha hivi vitu vyote vinamsabahi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siku moja alikuwa na masahaba zake katika pitapita, akafika kwenye makaburi mawili, akasimama akafanya utuo, na masahaba wakasimama kama kawaida yao. Kisha Mtume akenda akavunja tawi la mtende, tawi au tita la mtende, akaeka kwenye makaburi mawili Mtume sallallahu alayhi wasallama, akaulizwa hili nalo limekaaje? Akasema, innahuma la yuadhabani, haya makaburi mawili haya ndani yake kuna watu wanaadhibiwa, wama yuadhabani fi kabir, na wala hawaadhibiwi kwa jambo lilokubwa. Madhambi yao ni madogo, wala sio yale madhambi makubwa kama riba, zina, dhulma. Uh, wama ila dha la ama ahaduhuma, moja katika hao wawili kana yamshi binamima, ilikuwa kazi yake ni kuivuruga jamii, kuchonganisha na kusambaratisha watu wa amma al-akhar fakana la yastatiru min albauli, mwingine alikuwa ajistiri anapojisaidia. Idhan, nimeweka hili kijiti hiki huenda ikawanufaisha ma lam yabasa, itakapokuwa ijafikia katika nini kukauka. Sasa mimi nataka nikuulize, jiulize katika hadithi hii tunaisoma sana lakini nimeileta hapa, nataka ujiulize kitu kimoja. Kile kijiti mtume alikiweka kwa sababu kina msabihi Mwenyezi Mungu. kina nini? Kina msabihi Mwenyezi Mungu, zile tasbihi yake inaweza ikamfaa na huyu nani, na huyu maiti aliye ndani, lakini akaweka sharti pale, itakapokuwa hakijakauka, kikikauka, basi. Hapa inatakikana tufahamu vitu, nimeleta hii kwa maana kubwa sana kwanza kukuonyesha vitu, vitu, vitu vinamsabahi Allah, lakini hapa mtume hamaanishi ya kwamba kilichokauka hakimsabahi Mwenyezi Mungu, akile tasbih, isipokuwa swala hili nililoweka litambana na hii hali tu. Simenelewa, eh? yani hichi nilichokiweka itakapokauka ndio swala langu mwisho litakuwa ni hapa. Inamaana aliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Ndio maana wale ndugu zetu tunawaambia kule makaburini msiweke kwa sababu vyote vyote vinamsabahi Allah, vikavu na vibichi, lakini mtume hapa alisema tu kabla ya kukauka. Kwa hiyo kuna maana yake, msiweke, kwa sababu hamjui maana yake, si kama mmenielewa? Ya tatu, ikiwa vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi vinamsabahi sana na kumtukuza Allah, mimi na wewe tunamtukuza Allah kweli? Hili ni suali tunatakiwa tuondoke, ni kweli? Huwa zile tunazo tasbih au hata kwenye swala zile za kusema subhanallah, subha baada ya swala, wengine hatuna, wengine ni salamu nje, umeshindwa uko nje kabisa ile kusema subhanallah wabihamdi, subhanallah alazim, subhanallah alazim. Basi hata kwenye swala ndugu yangu

jaza yako na malipo yako, wewe unasamehewa madhambi yote yaliyotangulia. Uzangu katika imani, tumtukuzeni na kumtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli katika sisi kumekuwa na udhaifu mkubwa sana wa kumtaja Allah. Mtu anaweza kutoka katika salati asubuhi, kumtaja ndio kunaishia Allah pale pale, mpaka adhuhuri hajasema tu hata ile kusema astaghfirullah wa atubu ilai au la ilaha illa Allah au alhamdulillah, alhamd, hajasema chochote. Kwa kweli, tunajinyima na tunashindwa na vile viumbe duni, wakati sisi ni viumbe ambaye Allah ametutukuza zaidi na zaidi. Hii ni aya namba moja. Qala al imamu al fakharu Razi, Imamu Fakharu Razi kuhusu viumbe kumtakasa Allah, kumtukuza Allah kumtaja Allah asema hivi ai shahida lahu birububiya, wanashuhudilia uungu wa Allah. Hivi viumbe vinakiri walwahdaniya na vinashuhudilia umoja kwamba Allah ni moja hana mshirikia shirika wa waghairuhuma min asifati lhamidati, na vingine zile sifa nzuri viumbe vyote vinashuhudia wajamiu ma fi samawati wal ardi, na vinashuhudia vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi. Aya kwanza imeisha inaisha kwa kusema wahuwa lazizu lhakim, yeye Mwenyezi Mungu ni mshindi katika ufalme wake, ni hakimu katika yale yote anayoyatengeneza na kuyafanya na kuyawezesha, ambaye hakuna yoyote anaweza kufanya ila hukumu na hikma za ala kile alichokileta amekifanya kwa hikima, ni sheria ni jambo lolote, ametupa kwa hikima iliyokuwa kubwa sana. Hii ni aya ya kwanza. Aya ya pili: ya ayuha alladhina amanu, enye mlioamini, lima taquluna ma la tafalun, kwa nini mnasema msioyatenda? Hili ni suali kwa maana, musiseme msioyatenda. inkarun ala man yaidi waadan au yakula qaulan la yafi bih. Hii ni makatazo na makemeo kwa mtu anayeahidi jambo au anasema neno ambalo halitekelezi. Hatutakiwi kabisa kuwa hivyo. walihadha stadalla bi hadhih al-aya al-karima na kwa hiyo wametolea ushahidi, wametolea dalili aya tukufu. Man dhahaba min ulamai as-salafi, wale wanazuoni wa kisalafi, wametoa istidlali ya kwamba innahu ila annahu yajibu alwafau bilwa'di mutlak, ni lazima kutekeleza ahadi kwa jumla, mamoja ulitoa kutoka moyoni au ilikuwa ni mzaha na ndiyo kwa maana hata mtoto mdogo ukimwambia leo nitakuletea pipi, inabidi uibebe, hapana mchezo. ahad inna al-ahda kana masuula, hakika ahadi siku zote zinafanyaje? inakuwa ni yenye kuulizwa, sawa. utarataba aleyhi azmu almawju almawuud au la, mamoja uliazimia taleta au ulifanya mzaa, lazima utekeleze. Wanazuoni wanasema hivyo. wahtaju aidha na pia wametolea hawa wanazuoni kauli hii, wametoa kutokana na kauli ya mtume aliposema, mina sunna, katika sunna. Bima thabata fi sahihain, imethibiti katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim. Anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalatha, alama za mnafiki ni tatu. Ngapi? Tatu. Idha waada akhlafa akitia ahadi anaitengua. Akikwambia utapata kifulani, sahau kambi, utopata hiyo. wa idha haddatha kadhaba, na pindi, katika alama za mwongo, anapozungumza anasema uongo. Alama za mnafiki ni mwongo. Ya tatu, wa idha tumina khana anapoaminiwa anafanya khiana na amana ziko nyingi. Amana sio pesa tu, hata mtu akikwambia habari yake, bwana jambo langu ni hili na hili, hii ni amana. Ukimhadisia mtu mwingine, umefanya khiana, kwa sababu hakukwambia amekwambia wewe, kama mtu unapendana, ameliona jambo zuri akamwambia, ndugu yangu la, mashallah nimeona hivi, alafu kesho unaanza kuhadisia la, hii ni amana. Na katika amana ni watu fulani kukukabidhi kitu fulani usimamie ni amana. Waislamu wamekuamini katika kona fulani, wewe hiyo ni amana. Mmoja ni imamu, mmoja ni mwalimu, mmoja ni nani, uwe katibu, uwe mwenyekiti, uwe na umewekwa katika kitengo, hiyo ni amana. Ukihalifu unaingia huko katika nifaki. wa fil hadith wa fil hadith al akhari fi sahihaini kaaditha nyingine ambaye hiyo katika Sahih al Bukhari wa Muslim. Yaqulu nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume asema arba'u man kuna fihi kana munafikan khalisa, mambo manne atakayeyavaa mtu akayachukua yote atakuwa ni mnafiki wa kweli, ule wenyewe hasa. Haya, upi huo unafiki hasa, kwa maana ya unafiki yote, akayesifika katika haya nitakayosema wa waman kanat fihi wahidatin min huna, na atakayekuwa anasifika na jambo moja katika haya manne. kanat fihi khislatan min nifaq, atakuwa na aina fulani chembe chembe za unafiki. hata ayadaha paka aache, hata hiyo moja iache, asiwa na nne. Hizi sifa nne asizibebe, hata moja pia asibebe sifa ya kwanza ambazo mtu akibeba, paka zikifika nne, anakuwa ni mnafiki moja kwa moja idha tumina khana akiahidiwa anafanya khiana. waidha hadatha kadhaba hadatha kadhaba, na pindi anapozungumza anasema uongo. waidha ahada ghadara, na anapoahidi anafanya udanganyifu. waidha khasa wa mafajara, na anapogombana anaendeleza ugomvi, magomvi, hashindwi huyo. Haya mambo manne, hadithi ni mutafaqun alayhi, akiyabeba mtu anakuwa ni mnafiki moja kwa moja. Allah atukinge nayo. na walihadha akada Allahu taala hadha linkari ta ala li alaihim biqaulihi taala. Haya makatazo haya Mwenyezi Mungu amesisitiza kwa qura, kwa aya ya Qurani aliposema, kabra maqtan inda Allah, usemaji bila utekelezaji ni chukivu kubwa kutoka mbele ya Allah. antakulu ma la tafalun nyinyi kusema msiyo yatenda. Ya jamaa wa hal taliku bil mu'minina, hadhihi lalati damima. Hivi kabisa yafaa kwa muumini kuwa na tabia hii. Na kuna watu wengine ndugu zangu, wamezoea kabisa, anakupa ahadi mia, hata moja itekelezeke. Haijuzu katika sheria ndugu zangu, amman akbara almakti inda llahi an yakula alabdu ma la yafal au katika chukivu kubwa ni mtu kusema asilolitenda. Hivi kuna sababu gani ya wewe kusema usioyatenda? Sema lile ambalo unaweza kufanya. Walihadha, hivyo basi yambai lilamiri bilkhair, inatakikana anayeamrisha mambo ya kheri anyakuna awala nasi awe ni mtu wa kwanza, ilaihi kuliendee lile anayamrisha, mubadaratun kwenda haraka katika lile analoliamrisha, wanahi na katika lile analolikataza, ani shari, anapokataza shari ayakuna abada nasu anhu awe mbali na shari. Na hapa ndio unaona kuna baadhi ya wafikishaji wana madhaifu yao, yani ni hivi, anajaribu kufanya makosa, watu wakimuuliza, wa anasema hivi, fuateni yale yangu kwenye mimbari huku nje niacheni mimi. Hapana, mwenyezi Mungu anasema, kwa nini mnasema msiyoyatenda? Huku sisi tunabanwa, sisi hatuna ule msemo wa kusema ya Mungu mpe Mungu, ya Kaisari mpe Kaisari. Sisi hatuna msemo huo, sijui kama mnanielewa. Hatuna msemo huo sisi. Mwenyezi Mungu akasema katika sura Al-Baqara kutukumbusha hali hii ya kuamrisha na sisi tunakwenda kinyume, kusema tunakwenda kinyume. Angalia anasemaje: ataamuruna an-nasa bil birri, hivi nyinyi mnaamrisha watu mambo ya kheri na wema, watansauna anfusakum, na nyinyi mnazisahau nafsi zenu, hamko katika wema kabisa, wala chochote. Mnaamrisha lakini nyinyi hamko. Wa antum tatuluna alkitaba na nyinyi mnasoma kitabu, kinasemaje? Kinaelekezaje? Mnafahamu afala taakilun, hivi mnyewe hamna akili, sawa sawa eh? afala taakilun, hamtili akili mambo haya. Mmoja katika washairi anasema hivi atanha anil khulqi wa taati mithliha, hivi wewe unakataza tabia moja mbaya unaikataza sana, alafu wewe unaiendea umo atanha anil khulqi wa taati mithliha arun alaika idha faalta adhimu, aibu hiyo kwako, kwa wewe utakapofanya, linakuwa ni jambo zito sana katika jamii, zito na mbele Allah kwa sababu wewe unakataza, alafu wewe unafanya. Na ziko daawa, kuna watu waliingia kwenye daawa, wengine walikuwa wanafikisha, akawa na tabia hii, mwisho zile daawa hakuna kitu. Usiku amejichanganya, mchana yeye daai usiku amejichanganya hapo, hakuna mtu na watu wakiona, baadaye anasema ah, na huyu tena. Basi nami huona hivi, ndugu zangu, kama mtu anafanya maasia dai anafanya maasia, wazi waziwazi hivi, unapompa ukamwambia njoo ufanye kalima inasaidia nini? Watu wakimsikiliza, angaa si vibaya. Wanazuoni wanasema naam, ni kweli, ni makosa, aendelee kuamrisha mema pamoja na kuwa anatenda madhambi lakini aendelee lakini, ni aibu kwake. Sasa watu wataiga nini kwako? Wataiga nini wewe? unamwambia mwenzako, bwana umemkuta anakula na mkono wa kushoto sawa, mathalan, alafu kamwambia, ndugu yangu, mtume anasema kul bi yaminik, kula kwa mkono wako wa kulia, wa kul ma yalik, na kula kile chakula ah, unamwambia samilla wa kul biyamini wa kullu ma ilayka, mtume anasema, unapoanza kula sema bismillah, kula kile chakula, anza kwa kulia, kula kinako kuelekea. Sawa bwana hai, bwana nimekuelewa. Bwana yule mtu kati anafikiria yale anakwenda kwenda mara na kuona kwenye mgahao, wewe umechukua kikombe unafanyaje? Unakunywa na kushoto hivi? Niambieni, yale maneno atayachukua, atasema huyu vipi? Sasa ndio maana Allah anatuambia nsisi tupige mifano hii ili tujue kumbe unaposema wewe unatakiwa uwe mbele hivi. Nikuulizeni kitu kingine pia, kila siku wewe ni dai, yakifika masiku meupe, Jumatatu nasimama unakumbusha, jamani, leo ni Jumatatu saumo, kesho Alhamisi, Jumatatu Alhamisi, masiku kumi na tatu na kumi na nne jamani, alafu watu anapitapita pita. Huyu jamaa bwana ana oda yake, anapita mtu amepita, mimi nilikuwa siyafunga. Bwana nani? Bwana naomba jamani, hapa kama ki ambie, bwana hapa kimebakia cheche fulani tu eh? anakuja saa ngapi? <laughs> mchana huu <laughs> sasa, sasa unashika, unajiuliza hii hi, nini. Athari yake ni mbaya. Athari yake nini? Ni mbaya. Yaani, kulikuwa kuna uwezekano mkubwa hata kama anaumwa ajifiche, kwa sababu anaamrisha Umenielewa bwana? Kwa hiyo jamani, yale matendo wanasemaje? Waarabu wanasema hivi, lisanul hali afsahu min lisanil maqali, yale matendo ya mtu kufanya moja kwa moja mubashara yanaathiri zaidi kuliko maneno yake. Yaani wewe unaonekana unafanya moja kwa moja, sasa hapa unafanya kinyume, athari yake ni mbaya sana. Kwa hiyo hii aya ndugu zangu inajaribu kutuelimisha kwamba tunaposema tunayosema tuyatende, tunayoamrisha na sisi tuamrike, tunayokataza na sisi tukatazike. waqala Shabi alayhi salam, alimam Shabi anasema katika Hudi alayhi salam, anawaambia watu wake, wa ma uridu an ukhalifakum illa ma anhakum anhu. Jamaa, mimi sitaki kwamba niwe tofauti na nyinyi Nikikwambieni acheni hili na hili na hili, ni kwa maslahi, na mimi pia nayaacha. Tunayaacha kwa sababu Mwenyezi Mungu amefanyaje? Ametukataza. Sio kwamba mimi nitawaambia hivi nikigeuka, mimi nitakwenda kufanya la. Nawaambia kwa ajili ya maslahi ya sheria. Kwa hiyo lazima kuchukua tahadhari kama dai, na hata wewe sio dai, lakini wewe tayari unajua sheria ya jambo fulani, unapokataza na wewe uwe makini, usiendelee na lile jambo tunaenda aya ya tatu aya ya tatu inasemaje? waidh qala Musa au lala, bado simaliza ya kwanza. inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi safa. Mwenyezi Mungu anawapenda sana wale wanaopigania dini yangu wenye kufanya juhudi katika hii dini, tena wameshikamana, wameshikamana katika juhudi za kuiendeleza Uislamu kaannahum bunyanun marsus, kama vile jengo lililo madhubuti. Hapa inaonyesha ndugu zangu, tunapokuwa tunaipeleka dini dini ya Allah, tuwe tunashikamana tuwe pamoja, tulipeleke gurudumu mbele, ndio kitu muhimu. Mamoja katika viwanja, mamoja katika dini, mamoja katika elimu, mamoja katika kila nyanja yoyote, tunatakiwa tuwe tumeshikamana na hii Allah aliwasifu hawa masahaba walipokuwa wanakwenda kwenye vita, wanakuwa mstari mmoja na madhubuti na imara. Sisi wakati wetu sisi ni kushikamana na sheria pamoja na kufanya pamoja na kuendeleza harakati na yale jambo la, la Allah tulifanye kwa pamoja, kwa ajili dini iende mbele. Hili ni jambo endelevu la kuipigania dini ya Allah kwa kuandika kwa kusema, kwa kufundisha, kwa hii, ni nini? Yote ni jihadi. Tunaenda aya ya, ya tano. Allah anatuhadisia na kutuambia waidh qala Musa liqaumihi, kumbukeni Musa alipowaambia watu wake. Nini aliwaambia watu wake na hapa kaumi hii anakusudia watu gani? Mayahudi. watu gani? Mayahudi. Musa alitumwa kwa Mayahudi, lima tuudhunani, kwa nini nyinyi mnaniudhi? wakad taalamuna anni rasulullahi ilaikum, na nyinyi mnajua hali ya kuwa mimi ni mtume. Yani hawa haulai, yani kama vile Musa anawaambia lima tusiluna aladha ilayya wa antum taalamuna sidqi fi ma jitu bimaji tukumbihi mina risala. Kwa nini mnanielekezea maudhi, mnaniudhi hivi leo ko hili kesho hili, hali ya kuwa mnajua ukweli wangu, na mimi nimekuja kwenu kama mtume. Hamwezi kuchukua fursa ya kuniheshimu kama mtume? Haya maneno Mwenyezi Mungu anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akumbuke. Kwa nini kwa sababu sura kama hii mtume alikuwa anaipata kwa, kwa makuraishi maudhi, alikuwa naipata kwa makuraishi. Ndipo pale wanazuoni wanasema wa fi hadha tasliyatu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na hii ni katika kule kumpa moyo na kumtuliza mtume fima asabahu min alkufari, yale anayowapata kutoka kwa makafiri. Min kaumi, watu wake ambaye ni makuraishi, wanamuudhi kwelikweli mtume. Waghairuhum wa amara lahu bisabri na Mwenyezi Mungu pia akamwamrisha mtume afanye subira kama alivyofanya Musa. walihadha qala mtume, basi baada ya kuisoma aya hii, alipoteremshiwa hii aya wa idh qala Musa liqawmi limatuudhunani wa qad taalamuna anni rasulullahi rasulullahi ilaykum, akasema maneno haya rahmatullahi ala Musa, Allah amrehe, am, amfunike Musa kwa rehema. lakad udhiya bi akthara min hadha fasabara Musa, aliudhiwa zaidi ya inavyoudhiwa akasubiri. Siku zote ukipewa chema nyuma yake lazima kuja mtihani. Hawa ni manabii, Mwenyezi Mungu aliwanyanyua. Kuna manabii mitume, manabii na mitume walipewa daraja ya juu zaidi. Sasa panapokuwa kuna daraja la juu, lazima ujue nama, nama na matatizo yanaoongezeka Hawa huyu Musa na Muhammad sallallahu alaihi wasalama wote ni kale wale mitume ulul azmi, waliopewa azma ya juu, Ibrahim Nuh Ibrahim Musa Isa na nani na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio kwa maana unaona maudhi yao na hali yao wao na watu wao ilikuwa ngumu sana, ilikuwa ngumu sana. Tumejaribu tu kusoma, mtume, sehemu kidogo katika surati Mumtahina, yeye na